Nataka ni kuonyeshe unachotakiwa kuwa nacho ni ile neno hapa juu, wellness. Naomba wote tuseme wellness. Unachotakiwa kuwa nacho ni ku maintain kitu kinachoitwa wellness, yaani sio tu uwe na mental health, lakini uhakikishe uwe una physical health na hizi health nyingine hapa. Hapa. Unaona, anasema the state of good hiyo ndio wellness. Uwezo wa kuwa kwenye good health. Sasa health sio tu physical health, sio tu physical ya madaktari wa mwili, tuna healthi kadhaa hapa. Now, kama huwezi kutiki hizi boxi au hizi healthi zote, una changamoto me, means wellness yako ina ina changamoto, your wellness is questionable. Health ya kwanza, physical health, tunazungumza kuhusu nini? The body. Hauwezi kusema umefanikiwa kama afya yako ina mgogoro, mara kwa mara kuumwa, sometimes is okay, lakini imagine kwa mara mara kwa mara una kikohozi akiishi kila siku, wewe mdhaifu tu. Kuna watu ambao mpaka ofisi wanashangaa mbona kila siku anaaga, kama anaumwa. Yani akiumwa, hichi kikitoka, hichi kinakuja, hichi alafu ameshazoea anasema, ule ugonjwa wangu, kile kifua kimerudi. Kifua cha nani? Kile changu na nakwambia kabisa ah, mimi situmii hizo dawa na dawa zangu, mi siendi kwa kila dokta na dokta wangu, mi siendi kila hospitali na hospitali aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ogopa sana kusema una dawa zako na ugonjwa wako, utaumiliki. Nakwambia utaenda kukopa nao benki. Physical health ya pili, emotional and psychological health Hakikisha ili uwe na total wellness, hakikisha una afya ya hisia na afya ya psychological. Sasa hapa nyingi zinaharibikia kwenye nini? Mahusiano, mahusiano. Unapeleka vita na mama mkwe, uwezi yo vita, atashinda, atashinda, una <laughs> wengine kwamba unajua kabisa unachukiwa na mama mkwe peleka kitenge, peleka hela, peleka nani vocha, anatumia, anapiga vyote na anakuchukia. Unajiona kwamba wewe ndio the most educated kwenye wale wa, wa mume wako kunyumbani kule, bali unachukiwa tu na elimu yako. Tena unaambia ndio inakufanya unakuwa kiburi. Alafu bora uchukiwe hivyo alafu mume wako yuko on your side. Kuna wale ambao unachukiwa hivyo na mume wako na mume wako anakuambia mumwambie, nishamwambia, nimechoka. Emotional and psychological health inayumba. Communication inapokosa kwa relationship, your emotional and psychological health inayumba. You can't communicate na mume wako au na ndugu zako, you cannot communicate. Huwezi ku communicate kuwasilisha expressions zako za kihisia, mume wangu. This is napenda kwa kweli, ukinishukuru baada ya chakula. Huwezi ku communicate hiyo. Present. Mbona ushukuru sasa? Ukipewa ushukuru, usipopewa sasa, sikupi tena. Unashindwa kucommunicate unaathiri afya yako ya hisia na nini psychological. Ambia mume wako ma, how do you want him to treat you in bed? Ambia yeye hivyo. Communication ya tatu, spiritual health. Science inaniambia human being is physical is social is biological is spiritual. You are not mentally stable, you are not wellness yako haiko haijakamilika kama your Spiritual relationship is disconnected. Your spiritual health is disconnected. Wangapi wamesoma ka kitabu kanaitwa Ikigai? Mshakutana nacho mtani? Msoma? Kama unapenda kusoma, tafuta kile kitabu kitakusaidia kinaitwa Ikigai. Iki hivyo hivyo Ikigai. A I K I J ile G A I. Ikigai ni neno la like Kijapani na huo ni uta Kitabu kinawakilisha utafiti uliofanywa Japani. Ikigai ni neno la Kijapani linamaanisha, kitabu kidogo, utafiti kwa nini Japani ndio inaongoza kwa watu kuishi muda mrefu. Japani kuna kakitongoji kanaitwa Okinawa. Okinawa, katika watu mia moja, watu 25 wana miaka zaidi ya mia na kumi wamechunguza kwa nini wale watu wanaishi. Hao watu waliokuwa wanafanya utafiti walikuwa wakipita kwenye nyumba za watu, wanasikia watu wanaimba happy birthday, wanaenda wanajua ni mtoto, wanakuta mtu anaama 95 aenda 96. Kwa nini? Hao watu wamekuja kugundua, wale watu wana kitu wanaita three connections, wanazidumu nazo kama jadi. Moja, connection with people, relationships, social health. Mbili, relationship with nature they eat natural, they walk natural, they live natural, air natural, everything is natural. Na tatu is connection with supernatural, vertical relationship Mungu. They live long. If you lack those mazingira kwenye maisha yako, somewhere kuna somehow, kuna vitu vina suffer wala wanafahamu Ulaya pamoja na Marekani, kuna siku kwenye shule, kuna siku ambao wanafunzi wanaendaga bila viatu. Kwanini? wanajaribu kutafuta mazingira wakanyage hata chini, waguse wa ukienda Ramada hapa Ramada vyumba vinavyoangalia Mbezi bichi na baari, ni baby, bit miji mlimani au plot za baharini zina bei kubwa kuliko plot ya Goba. The more unakaribia nature, maisha yako yanakuwa quality, inaongezeka kwao, lazima iwe expensive. Ndio maana unaona sasa hivi dunia inahama kwenda kwenye mafuta na kwenda kwenye natural resources nyingine. Social health nimeshaizungumza, alafu ya mwisho ni mental health. Sasa so, ukikosa hizi afya zote wengi tunaangalia sana afya ya mwili kwamba, na kama umegundua, the traditional model ya bima ya afya ni physical, sio physical. Watu wengi wanakuja ofisini, wao wanambia, Mauki unapokea nani ya bima ya afya? Anambia hakuna, hawana category ya mental health, hawana. Wanaamini hiyo ni sawa, utapambana na wewe mwenyewe, taomba kusaidia, hawakonsidi kwamba ni afya. Very few category ambao wameanza kuopt hiyo one of my client ambao tuna provide hiyo ni Vodacom Puma TCC. They opt that na kila mfanyakazi Vodacom mpaka ausigeli anaruhusiwa kuja ofisini kwangu na tuna charge office. Kwa nini? Ausigeli akiwa na mental health, watoto wako wamesumbuka. Watoto wako wakisumbuka kazi yako imefanya nini? So, when we are talking of health, tunapozungumza kuhusu afya uwe na picha ya wellness, totality mental health ikiwa uko ndani, sio tu kuwa mwili uko sawa. Mahusiano yako na watu wengine yakoje? Nilikuwa na kesi moja Dodoma, familia moja ilikuwa ina very poor relationship na majirani, na wamewaambia watoto wao kwamba msicheze na hawa majirani, ni wachawi. Siku moja, ile nyumba ilipata moto wakati watoto wakiwa ndani, hakuna jirani alienda kwenye ile nyumba. Ilipomaliza kuungua, wakawapigia wale yule baba na yule mama, "Simu, kuna shida nyumbani kwenu." Walivyokuja wakakuta faya wanazima majivu, sio nyumba, wanazima majivu. Watoto wao wawili wamefia mlendani. Relationship na majirani kwa kama huwezi kutik, hizi tunasema wellness yako ni shida badala ya kuangalia tu mental health, ni vizuri pia uangalie the totality your physical health, emotional and psychological health, afya yako ya hisia, afya yako ya mahusiano yako na watu, lakini vilevile afya yako ya spiritual.